Asifiwe sana. Haleluya. Mungu akubariki sana uliyefanikiwa kufika tena. Kine kulisikia masikioni mwako, lakini litakuwa jipya kwe utambulisho wa kiroho. Kiroho. Amen. Amen. Kitu kinaitwa spiritual identity wa kiroho. Spiritual identity. Haleluya ni utambulisho wa aina gani? Amen, amen. Kwa nini uwe wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini ya hatima yako ni utambulisho uliopata? Je, unaujua? na hata huo utani unajua? Bwana apewe sifa.